Hayo ili tuweze kuimarika. Hata neno la Mungu linasema majaribu hayana budi kuja, lakini lazima yaje ili yapite, ya kufuweke kwenye viwango vingine. Chadema ni chama ambacho kinaenda kujipambanua zaidi. Watakaosalia katika misukosuko hii ya ndani ni wale ambao wameamua kukipigania ili taifa hadi kuona yale ambayo ni malengo ya muda mrefu yanaonekana. Kwa hiyo, niwahakikishie Watanzania kwa ujumla, hii ni misuguano midogo midogo ya hoja. Ukiona hivyo ni misuguano ya hoja. Tungekuwa tunateteleka tungekaa chini kwanza kufikiria, lakini tunajua wenye kujitambua, wenye kujua umuhimu wa hiki chama tutaendelea kushikamana. Na wale ambao wanaona wanachelewa kufikia malengo yao binafsi wataondoka. Lakini chama kiko imara. Hakitateteleka pamoja na misukosuko. Baada ya hii misukosuko, baada ya hawa watu kuondoka kwenda waendako, ndani tu ya wiki moja ijayo, watakaobaki watakuwa wanaitwa makamanda original. Kwa hiyo chama kiko imara. Walikaa kikao mwezi wa kumi na mbili. Kamati Kuu ni ngazi ya juu ya maamuzi ya chama, ambayo inakaa kwa ajili ya kuwakilisha hizi ngazi nyingine zote za chini. Walikuja na maazimio, na maazimio hayo waliyatamka tarehe kumi mwezi wa kumi na mbili chini ya aliyekuwa mwenyekiti wetu mheshimiwa Freeman Mboye. Alitamka ni tamko la chama na akaagiza kwamba hatutashiriki uchaguzi Tanzania, hatutaingia kwenye uchaguzi mpaka tupate hizi reforms. Sio kwamba CHADEMA haitaingia kwenye uchaguzi, lilikuwa ni maazimio, na baadhi ya wajumbe ndio hawa hawa ambao leo wanasema sio maazimio tu, wanajichanganya. Kuna mwingine alisema nini? Kwamba walikuwa wanatishia. Yeah, patishia? Hapana. Lilikuwa ni tamko la chama na ni tamko la chama, na hii tamko ya makubaliano ya kamati kuu yalipelekwa hadi baraza kuu, walishirikishwa. Mashahidi wapo hapa, walishirikishwa kwamba tuhakikishe tunatoa elimu ya kutosha kwa Watanzania ili tuweze kuungwa mkono kudai tume huru na mifumo yake yote kwa ujumla, na lilipitishwa na kamati kuu na likathibitishwa na baraza kuu. Kwa hiyo mambo mengine ni propaganda. Hata mke akikuacha hawezi kukusifia, atatoa kasoro ili ajiweke huru. Nimewambia dhumuni namba moja la chama cha demokrasia na maendeleo ni kushiriki uchaguzi na kushinda, ni kushiriki uchaguzi na kushinda, lakini lina dhumuni lingine, ni kuhakikisha kuna haki, uhuru na usawa. Sasa mbona wanasahau malengo mengine? Wamebaki kwenye hilo moja tu. Bado sisi hatujasema tushiriki. Tutashiriki uchaguzi, tutashiriki tukiungwa mkono na mamilioni ya watanzania wanaotupokea huko vijijini kwenye mikutano. Tutaingia kwenye uchaguzi. Mimi nasikitika kwa sababu wengi wanaoondoka ni marafiki zangu. Sipo kwa kwa ajili ajili ya ya kuwa mbunge tu, nipo kwa ajili ya kukomboa taifa. Kama kuna mtu anataka awe diwani tu ametoka kwenye lengo la chama. Misingi ya chama si kuwa na wawakilishi tu, ni zaidi ya hivyo. Tunapoongea na vyombo vya habari, mkafikisha kwamba Tanzania tunahitaji huduma za kijamii ziwe bora, tunahitaji mfumo wa utoaji wa elimu uwe bora, usiowabagua watoto wa matajiri na watoto wa maskini. Tayari tumeshajenga misingi ya maendeleo ya watu, kwa hiyo bado tunayo majukwaa Jukwaa letu ni kuwasemea Watanzania mbali na kuwa na wawakilishi, wawakilishi ni wachache sana, na mnaweza mkana wawakilishi wakaenda bungeni au kwenye mabaraza ya udiwani wakatoa maoni yao yakawekwa chini. Wangapi? Mara ngapi tumeona wakikamatwa na kuwekwa ndani, wakinalema wanabebwa, wanatupwa nje, wanafungiwa kuingia bungeni mwaka mzima. Kama alikuwa na, anawakilisha watu muda wote, alikuwa anawakilishwa na nani? Huo ni ukandamizaji, kutokuwa na uhuru wa kujieleza, kutokuwa na uhuru wa kukosoa. Tunazuiwa kwa... Chama cha siasa ni chama ambacho kipo kwa ajili ya Watanzania na kila Mtanzania anayo haki ya kuwa mwanachama au asiwe mwanachama. Hiyo ni haki ya msingi ya katiba ya nchi, kwamba haulazimishi kuwa mwanachadema. Siku kijisikia kuingia, tutakukaribisha. Unaweza ukaingia leo ukawa mwanachama na kesho ukaenda kwenye chama kingine. Kwa hiyo, hatuna hatuhitaji kuweka hizo intelijensia. Sisi kazi yetu ni kuhamasisha tuungwe mkono na wananchi wengi, tuungwe mkono na mamilioni ya watu. Lakini wanaondoka, wanaondoka wachache, wanaingia wengi.